Bwana moto maeneo ya NIT, chuo cha usafirishaji NIT, gari la faya likiwa limefika kwa wakati. Badilika na sisi tumefika kwa wakati, kama unavyoona, juu kule kuna watu uh, walikuwa wana wanataaruki mambo ya moto. Hiki ni chuo cha NIT fire ikiwa imefika hapa kwa wakati kabisa, kwa hiyo watu wako kwenye taharuki. Bana umewai moto oso. Ah, si umesabishwa na nini? Ah, kwa na maana ulichoropoka kidogo moto uh. Madude yeah. Ah. Kama petroli kishika moto basi, naye kumanya mia. Okay, sasa mm.